Naomba kipekee kwa kweli, tangu jana, tangu jana tumepata neema ya kuwa na NY TV yametoka Dar es Salaam na yuko hapa na kwa kweli, nikimaliza deliverance imeonekana duniani, ukienda huko uende ufungue, sasa mtazikuta huko zimetulia. Jina la Bwana Yesu barikiwe ametoka Dar es Salaam mpaka hapa jana, tumekuwa naye na leo tumekuwa naye. Naomba tupige makofi kwa ajili yake. Jina la Bwana Yesu barikiwe. <laughs> na naangalia ibada ya kanisani ile ya ibada ya kwanza ya asubuhi, nimeiona imesharuka sasa hivi, lakini nimeona ujumbe uh, wa jana umesharuka. Basi unaweza ukachukua simu yako uka subscribe eh, kwenye NY TV. Ukiandika NY TV basi utazikuta hizo, na Mungu akubariki sana. Na nani, naona eneo letu limebarikiwa sasa. Kwa kuwa tu naja kumpa, hebu tupige makofi basi kwa ajili yake, amen. Hao wamefanyika baraka sana kwangu. Kwa mara ya kwanza walitoka Dar es Salaam wakaja kuturekodi kwenye ushuhuda ushuhuda ule niliyoshuhudia ulisikika Marekani kwa kweli, yeye ndiye aliyosababisha aliyosababisha ukafika kule. Napigiwa simu kutoka Kanada, Uarabuni, e, kule Uingereza, wamekuwa marafiki zangu sana na kila mahali tuko nao. Ukifungua utakuta shuhuda nyingi sana kutoka pale ta uponyaji alikuwa na rekodi jana na leo, alikuwa na rekodi. Wale ambao Mungu anawatendea miujiza anaendelea kuwarekodi. Na ukifungua kama kuna channel ya kuangalia alafu ibadilishe maisha yako, basi ni hiyo channel ya NY TV, ni nzuri sana. jina la Bwana Yesu barikiwe. Bwana apewe sifa. Mara nyingi kila mkutano anatembea na mke wangu, lakini mara hii amekuwa kwenye safari lakini asubuhi ameniandikia message akasema, niwasalimie. Kwa hiyo ninawapa salamu hizo. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Kiukweli leo tunaaga, tunaaga hapa nje, lakini kesho tunamia ndani saa kumi na nusu. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Ukija bado unaendelea kukutana na Yesu. Amen. Amen. E, sasa wale ambao walikuwa wajisikia Mungu amelipa ujumbe tena wa kukuaga. Ujumbe wa kukuaga, na kama unaandika utaandika imani yenye faida. Nataka niongee hapo, imani yenye faida, imani yenye faida inatuonyesha kwamba imani e, ni uhakika ni uhakika wa kutarajia jambo fulani litokee. Na kwenye kitabu kile cha Waebrania 11 tumeisoma sana hii, Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana taka ni kuache na maneno haya, imani ni kuwa na uhakika na. Asa, tunaposema habari ya uokovu, mtu kuokoka kwa kweli, huwezi kumtenganisha mtu kuokoka na imani jamani, amina. Maana tunakuambia habari za Yesu, lakini Yesu hujamuona kwa sura. Tunamuona Yesu kwa imani, tutakuwa ninaongelea kwa bali ya imani yenye faida, lakini huo unajua kwamba kama kuna imani yenye faida, kuna imani ambazo hazina faida. Ni kuambie watu wana imani ambazo hazina faida. Kwa mfano, juzi nilikuambia kijana mmoja pale usaliva ambayo aliteswa na ulevi sana. Lakini siku moja akaenda pale kituo cha polisi, kwa sababu alishauriwa kama unataka kuwacha pombe ukienda pale polisi a, a, mtu mmoja akamshauri akamwambia, tafuta kunguni, ukishazipata kunguni utazisagia kwenye pombe unayokunywa na ukinywa hiyo pombe basi a, ulevi utaisha. Kijana huyu aliongoza mpaka pale kituoni akamkuta afande na akawa anamuomba amsaidie kupata kunguni, na alipoulizwa umeziona wapi, kwa sababu alikuwa mlevi, vituko vya walevi ni vingi, basi akawaambia Nikilalaga mle ndani watu wanaumwa na kunguni, kwa hiyo kunguni wanaowauma waalifu na watumiwa. Akaenda kuwachukua, na damu zote hizo za hao akaenda kusagia kwenye ile pombe, na kwa kweli alikula, lakini lile tatizo alikuondoka. Na hii ndiyo inayotuonyesha kwamba kuna imani ambazo haziwasaidii watu. Mungu atusaidie sana, Amen. Imani ambazo haziwasaidii kabisa watu wa Mungu, lakini kuna imani ambayo ina matokeo, ina matokeo. Bwana atusaidie sana Bwana atusaidie sana. Kwenye kitabu cha Waibrania sura ya kumi na moja hiyo hiyo, sali ule wa ishirini na nne mpaka wa ishirini na sita. Biblia nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona akaona eh, ni heri kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Mstari ule wa kumi na moja, e, sura ya kumi na moja, mstari wa ishirini na sita anasema akihesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa Aliyatazamia hayo malipo, aliyatazamia hayo malipo. Jamani, Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Musa alipokuwa mtu mzima, alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Bwana atusaidie sana. Musa alikuwa Mwisraeli. Na wakati huo Farao alikuwa amechukia Israeli. Na kwa sababu hiyo akaamuru watoto watakaozaliwa taifa la Israeli lisije likaongezeka. Na kwa sababu hiyo ipokuwa, Musa alipokuwa anajifungua, Musa ikabidi amtengeneze kisafina. Historia inaonyesha ni kama alimtafuta mtu wa kumnyonyesha, akamtafuta Misri ambaye mama atakayemnyonyesha, lakini huyu akaonekana kama ameokotwa na binti Farao, yani binti aliyekuwa ya ni binti wa mfalme Farao. Musa akakuwa nyumbani kwa Farao kama mtoto wa mfalme, kama mtoto wa binti Farao, akakua akaongezeka, akafundishwa elimu zote za Kimisri na kwa kweli akatarajiwa kama wakati mwingine angeweza kuwasaidia ama angeweza kuwa mpiganaji au angeweza kuja kulithi mfalme na yeye wa Misri. Kwa hiyo akafundishwa hekima zote, akafundishwa e desturi zote za Kimisri, lakini kwa kweli akuwa Misri alipokuwa mtu mzima, Biblia inaanza kuwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Nitakueleza imani inaashiria nini. Alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akakataa kuingiza. Malgizo yanauma kwa kwanamiwa na binti mmoja alipitia kwenye shida na mume wake, akawa amempata mama wa kizungu, na mwanamke huyu wa kizungu alikuwa na fedha. Kwa hiyo mume wake kwa sababu alikuwa anapita kwenye shida, akaja kumwomba mke wake kwamba amempata mwanamke wa kizungu, ana kila kitu. Kwa hiyo sasa huyu mwanaume akawa anagoma kumwambia ameoa inabidi sasa muombe mke wake aishi na yule na yule mama kama mme wake, lakini akifika kwa mke wake anasema huyu ni dada yangu. Kwa hiyo mama akawa anasikilizia maumivu ya mume wake kuwa na mke mwingine, lakini anaumilia ndani kwa ndani, lakini wanapata pesa wanajengewa nyumba. akifika kwa mke wake anamwambia huyo ni dada yangu, kumbe ni mke wake. Anaona akimwacha hawatayapata wanayoyapata vitu hivi. Sikiliza nikwambie, hiyo ni imani isiyokuwa na majibu yoyote. Hapo ndipo nasemaga ni kama mtu amefanikiwa, lakini bado hajafanikiwa Naonekana ameenda mbali sana, lakini kwa kweli bado huyu mtu ajaenda popote. Siku moja huyu mwanamke yakamshinda, akasema kama tunakufa na tufe, siwezi kuvumilia maumivu, akasema huyu ni mume wangu. Ndicho kilichotokea kwa Musa. Anakuala vizuri anavaa vizuri anaishi vizuri kwenye saifu nzuri, alafu ndugu zake wanateseka, anaendelea kujifurahisha, na Biblia inasema huko ni kujifurahisha katika dhambi. Lakini siku mmoja alipo akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akasema heri kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kuitwa mwana wa binti Farao. Jina la Bwana Yesu balikiwa, jina la Bwana Yesu balikiwa. Imani sasa inakujaje anapoamua nasema na wale waliookoka kwenye mkutano huu na wale walionisikia neno, hawako tayari kuacha dhambi, na hii inawatesa wengi. Hata wale wengine walisema wameokoka, lakini bado wanapenda dhambi. Anaona akiacha kitu fulani atapata hasara, anaona akiacha kitu fulani hatafanikiwa, anaona dini yake hataweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwenye dini yupo lakini, na kwa Yesu anataka nisikilize. Watu walioamua kuishi kwa imani yenye faida wanaamua moja, wanasema Yesu, kuanzia leo na kutegemea wewe peke yako. Imani ndipo inapoanzia jamani. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana Yesu barikiwe sana Amu alipokuwa anaokoka wengi wanafahamu, hapa pale nyumbani Sobetini, mama yake na baba yake walimkataa, kwa sababu alikuwa anaitwa Alima, baba anaitwa Apumani. Wakasema tumekupoteza mama kumwagia laana na historia inaonyesha, akatoa nguo ya ndani akampiga mtoto wake usoni na akasema, kuanzia leo tumekupoteza hautakuwa mtoto wetu, na ukitoka hapa ugongwe gari ukafe. Laana zisizokuwa na sababu. Azimpataji mtu wa Mungu jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu wakiyaona matisho kama hayo, wanamuacha Yesu, wanafikiri Yesu ni waziada. Sikiliza, Yesu sio waziada. Yesu anapaswa kuanza kuwa namba moja, halafu mengine yanafuata. Haleluya! Yesu Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu aliye mlaani. Unajua, akiwa hapa hata angenisikia, tunatoaga ushuhuda huu, hata akiwepo angefurahia sana. aliye mlaani, siku moja akaumwa, mama Fatuma akaumwa, wakapeleka hospitali, hakuna kitu, nenda kula, hakuna kitu. na ninajua nilikuwa chuoni Niliporejea nyumbani ni nimekuja likizo, nikakuta kuna shida kawam, wakaniambia mama anaumwa vibaya sana, hawezi kuamka kitandani. Nikamchukua nikaenda naye hawatakaji jina la Yesu litamkwe maana imani yao ni nyingine na ya kwetu ni nyingine. Lakini sikia nikwambie, kuna watu wana imani yenye faida. Imani yenye faida, imani inayomtazama Yesu Kristo. Ukimtazama Yesu lazima utakaa salama, katika jina la Yesu. Tulipofika yeah, tombetini nikakuta mama mkwe wangu amelala anaongea kwa shida, awezi kuamka. Nikawaza na mwombe haki jina la Yesu awalitaki. Kamwambia mama, namshukuru Mungu nimetoka chuoni Mwanza, niko salama, nimekuja nikusalimia. Sasa safari ni ndefu, na hivi nimefika hapa, naomba unipe ruhusa, ni mshukuru Mungu. Lazima uwe na hekima. Atasema baba yangu omba nikasema kwa jina la Yesu, nilikwambia, ah! <laughs> jana likitajwa hapa, watu wengine hawana furaha, maana lina haribu pakuharibu, linaharibu, linaharibu, halinyamazagi, lina hiyo jina nikasema kwa jina la Yesu, Yesu nakushukuru kwa kuwa umenisafirisha salama na nimefika mahali hapa salama. Nikapitizia umo umo, kama kuna kinyamkela chochote kwenye nyumba hii kwa jina la Yesu. Nikasikia mama mkuu, nikasema sasa hapa kama kinaeleweka kieleweke. Nikabandika mikono, shetani toka likasema hivi tunataka tumuue. <laughs> <laughs> Haleluya! Sikia wengila ukitwambia mali ya kumwacha Yesu unajidanganya, utatuchinda tukiwa tunasema Yesu, siwezi kumwacha, maana yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Piga pepo, pepo likaondoka. Nikamwambia mama, unaweza kukaa kwenda kuenagodoni. Akakaa, wanashangaa hivyo. Nikasema, hebu jaribu kusimama mama. Akasimama, aliposimama akajaribu kutoka nje, akaenda mwenyewe mpaka uani. Wakati anarudi akarudi, amenyosha mikono yote, akasema kuanzia leo nimeamua kuokoka na anamtaja Yesu. Sasa sikia, nikwambie, kama mke wangu angeogopa ufu yao kwa sababu ya imani yao mama asingeliokoka. Wewe wakikuwekea vizuri vipanchi, endelea kulitaja jina la Yesu. Kuna vitu mnaviona havidumu, havidumu. Ni bora ukapata kitu cha haki, kitadumu. Kwenye maisha yangu nimegundua kama kitu atakupa Yesu akitaondoka, na kama akikupa Yesu utakuwa na amani siku zote kama utapata gari la la, la, la gari la wisi, ole wako. Mkaribisha mtu, mpe lifti, afungue mlango akipiga tuma namna hii mlango pa, unasikia kama unalilia moyo yani, saa yoyote unaona kama gari inafanya nini, inaondoka watu wamekuwa na pressure, lakini ni kwa sababu ya kuwa na imani ya vitu visivyofaa katika ujana wangu. Nimeona mengi. Kaka mmoja hapa Arusha wakati wa ujana wangu, ambayo nishawishi sana, iko kanisa, akaniambia ya bwana, ukiona nafanikiwa hivi, kazi yangu ninayofanya ni kazi fulani, sasa nimepandishwa cheo, wanatafuta mtu na ninaona wewe unaweza. Alikuwa ananiletea sana zawadi, nikamuuliza kwa habari ya vigezo na masharti ya hiyo kazi, ndio nikachuka kabisa. Akasema wewe sio mpaka kila mtu ajue. nikakaa na mke wangu nikasema atotafanya hivi. Yesu anatujua atotafanya dhambi kujifurahisha na fedha ya aibu. Tukatulia, wakati naendelea na Mungu sasa, alikuwa ameshadhihirisha hiki ninachofanya. Nikakumbuka mama mkwe wake na yule bwana alikuwa rafiki yetu, tukaenda kumsalimia maeneo fulani nisiyataje. Wakati tukiwa barabarani, nikakutana na watu wananipita, wanakimbia kuliko, wakasema kuna kichaa anapiga watu na mawe <laughs> sasa nikaangalia, na mimi nikiungana na watu nikakimbia. Inakuwaje hapo na mimi ni mhubiri wa Injili? Nikasimama kuangalia hivi, mwanamke anakimbiza watu, ni mke wayoni jamaa yangu wameshajenga wakati huo, wana vitu vinavyoonekana. Nikasimama na nikapia, ni yeye shemeji yangu. Aliponiangalia yale mawe yakaanguka, nikanikamata kampeleka mpaka nyumbani kwao. Amechanganyikiwa na anachokisema, anataka wanataka waniue. Kuuliza yule jamaa, pamoja na vyote alivyokuwa navyo Ameshauza nyumba, ameuza kiwanja bila kumwambia mke wake, na ameshatoroka mke wake. Kicha, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisita sita, sita, roho yangu haina furaha. Naye mwambie mwenzako, uwe na imani, uwe na imani. Kusogea, anza kusimama, kusogea hapo.